Paul Rono amezindua kiwanda cha kahawa cha Kichawiri katika eneo bunge la Kipkelion Mashariki na kutoa miche ya mibuni kwa wakulima. Rono amesema wa tani elfu hamsini za kahawa zinauzwa katika soko la nje, lakini serikali inatarajia kiwango hicho kuongezeka hadi tani mia moja hamsini elfu katika muda wa miaka miwili ijayo Kenya 50,000 metric tons ya kahawa kila kila mwaka. Tunataka kuhakikisha y kwamba by 2027 imekuwa 150,000 metric tons. Ndio unaona tunakuja ground, kuna mambo mengi ambaye sisi kama wafanyakazi wa serikali ama PSS tumepewa jukumu la kukamilisha ama kuhakikisha ya kwamba inaendelea vizuri. Mojawapo ni kilimo na huyu ndugu yangu nafikiri amesema njaa marufuku. Maindi mbilimbili na Sinitik. Nimesikia watu wengi sana wanahitaji solar dryer. We have a facility for that. Yenye naambiwa kwa ufupi, tuko na majibu yenu yote ya pesa za kahawa. Kwa hivyo msihangaike, msiende mchukue loni ya pesa mingi. Serikali imewawekea pesa kwetu, muje kwetu mchukue pesa, na huku mvua ya vuli ikiendelea.